Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update ya moja kati ya videos ambazo zina trend sasa hivi huko mtandaoni bwana, na video hii inamuonyesha Maimatha wa Jesse. Tunafahamu kwamba Maimatha wa Jesse ni moja kati ya wadaku ambao wamekuwa wakizungumza kuhusiana na vitu vingi tofauti tofauti kuhusiana na industry ya mziki wa Bongo Flava, wasanii pamoja na vitu vingine vya ndani kabisa ambavyo watu wengi sana hawajui. Sasa this time around tunafahamu kabisa kwamba uh, Jux na Diamond Platnumz wamekuwa na urafiki wa hali ya juu, urafiki wao umekuwa ni mkubwa Kiasi kwamba, best man katika harusi ya Jux alikuwa ni Diamond Platnumz, lakini pia wamefanya kolabo nyingi na huwa wana hang out pamoja mara kwa mara, na tumeonaga huaga hata katika mwezi wa Ramadhani walikuwa na ukaribu kiasi kwamba walikuwa wakienda kuswali pamoja, umeona bwana, eh? So, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, kwa hiyo huu ni urafiki ambao kila mtu sasa hivi anafahamu kabisa kwamba mshikaji wa Jux ni Diamond Platnumz takriban milioni mia sita hivi na sabini katika harusi ya Jux, hususan katika after party, pale ndo Diamond alikuwa akimwaga dola mia mia, na eee, ni kitu ambacho sio cha kawaida, ni vitu, ni moja kati ya vitu ambavyo huwaga hatuvionagi mara kwa mara, umeona bwana, lakini siku hiyo tuliviona kutoka kwa Diamond pia, na tunafahamu kabisa kwamba Diamond ni moja kati ya vijana wa baile kutokana na kwamba tunajua kwamba mwana anakumbuka sehemu alipotoka, kwa hiyo nafasi aliyoipata haitumii for granted. Sasa Maimatha, kutokana na urafiki huo wa Jux na Diamond jinsi ambavyo Diamond amejitoa katika harusi ya Jux, kuna kitu ambacho Maimatha amekizungumza, kimefanya watu wengi sana waanze kujiuliza kwamba alikuwa anamaanisha nini exactly kwa kauli ambayo alikuwa ameitoa. Na kitu ambacho alikuwa amekizungumza Maimatha ni kwamba alisema kwamba Diamond na Jux, bwana, urafiki wao wakubwa ndio wanaelewa. Sasa hilo, hiyo ni kauli ambayo ilifanya watu wengi sana wasielewe kwamba alikuwa anamaanisha nini kusema kwamba urafiki wao wakubwa ndio wanaelewa, na kuna page nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano, hapa kuna page ameandika kwamba Maimatha wa Jesse amedai kuwa Diamond Platnumz na Juma Jux Eh, wana urafiki wao ambao ni wengi ni mwingine kabisa na huu ambao tunaufahamu, na kusema kwamba mkiwa wakubwa mtaelewa anachokisema. So hiyo ni kauli ambayo Maimatha wa Jesse ameitoa, ambapo watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao, imeibua mijadala mingi. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza zime hapa Mary Bay ameandika kwamba bwana kamdomo katakuja kumponza huyu mama na anazeka vibaya sana. Kwa hiyo kuna watu wengi sana, inaonyesha kwamba hawajapendezwa na kile ambacho amekizungumza Maimatha kuhusiana na urafiki wa Diamond na Juma Jux. Ukiwa kama mdau, unahisi kwamba Maimatha alikuwa anamaanisha nini? Na je, unaizungumziaje kauli hiyo ya Maimatha wa Jese? Weka maoni yako bwana katika comment section tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.